Na niombe tu hii madrasa tunaitaka haraka. Isingependa wakandarasi wetu ambao mtaifanya hii kazi, hii ikafanywa kwa miezi miwili. Tafteni men power ya kutosha, andaeni utaratibu wenu, ifanyike kazi hii kwa kipindi kifupi, tukabidhi madrasa, na sisi jukumu letu moja litakuwa limemalizika. Lakini jukumu la pili, kwa sababu hii ni madrasa na hawa ni wanajamii, tutaendelea kushirikiana nao maana tusije tukasema baada ya hili sisi itakuwa ah, ndio sisi tumeshanawa. Hapana, tutaendelea kushirikiana nao kwa sababu hawa ni wazee wetu, ni watoto wetu, lakini ni wanajamii wenzetu, mashehe wetu, walimu wetu. Naomba sana muendelee kutuombea dua ili Mwenyezi Mungu alifanye jepesi jambo hili na wakandarasi wetu walifanye kwa uzuri kabisa, ili mtu akitokea ajue kwamba hii madrasa ya Qur'an kama tulivyokusudia ndani ya kipindi cha miaka mitano, Mungu akipenda inawezekana tukawa tumezimaliza zote. Lakini ukiniuliza azma yangu mimi, pamoja na wenzangu, tunataka ndani ya miaka michache, ikiwezekana hata miwili, basi tuwe tumezimaliza zote. Sasa hii itategemea namna gani Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha maana tukisema tutaweza tu, hapana. Sisi tulipokuja katika shughuli zetu zote, tunamtegemea Mwenyezi Mungu na tunamtanguliza yeye. Sasa kwa sababu nia ni njema, naamini atatia baraka na kwa baraka za wazee wetu hawa na uradhi wao na heshima yao, lakini na imani yao kuona jambo hili ni jema, wataweza kutuombea dua na Mwenyezi Mungu atatubariki, tutashirikiana na tutahakikisha kwamba madrasa hii ndani ya muda mfupi ujao inshallah biidhnillahi lkarimu, itajengwa na itakamilika. Nimwelekeze mkandarasi kwamba wakati wa kujenga madrasa hii, ningependa sana tusitumie muda mrefu sana, kwa sababu huko mbele tunakoelekea kunaelekea wakati wa mvua, ili muda mchache ujao madrasa hii iwe imekamilika. Mi nadhani mkandarasi hii, ukipiga kazi kweli chini ya mwezi mmoja hii, unamaliza. Maana hii haina mbwembwe sana kama nyumba eh? hii ni na utaratibu wake ni rahisi kujenga. Kwa hiyo wazee wangu wa Kiwani, jambo hili mimi nimeshalikabidhi kwa mkandarasi wetu na injinia wetu, watakuja kufanya wanayohisi yanafanyika, muwape mashirikiano na hatimaye tuwape nafasi waanze ujenzi wa madrasa yetu hii sasa, kwa sababu tumekujia jambo hili na bado tuna mizunguko mingine. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wazee wangu sana kabisa, jambo hili ni jambo kubwa. Wanafunzi mia tatu na hamsini kwenye madrasa hii ni wanafunzi wengi, hao wote wakipata elimu, naamini matarajio yetu Mwenyezi Mungu atawabariki na kile kitakachopatikana, basi kila mmoja wetu hapa aliyetia nia ya kufanya jambo hili likamilike, naye Mwenyezi Mungu atambariki kwa namna atakavyoona inafaa. Sasa niombe tutoe mashirikiano, kazi hii itaanza ndani ya muda mfupi ujao. Tuliahidi, tumekuja kutekeleza. Nakumbuka wakati wa kampeni tulipita maeneo mengi, tukasema moja kati ya ahadi zetu kutekeleza kuinua tafidhi al-Qurani ndani ya jimbo la Kiwani, ikiwemo kuzifanyia maboresho madrasa zote tulizonazo. Leo tumeanza Jundamiti pale na hii itakuwa ni ya pili. Baadaye tutaendelea na madrasa nyingine ndani ya jimbo letu. Tuna madrasa tisini zote tumeshaziweka kwenye dokumentari yetu, tume tunazo, kila moja tunaijua mahitaji yake. Kwa hiyo kazi hii tunataka ianze, na tunamwomba Mwenyezi Mungu, mtuombee, atupe uwezo basi tuweze kuzikamilisha zote kwa salama ili vijana wetu wasome vizuri.